Mungu akuzidishie mubili wetu Amen. Eh, na aku, akuwezeshe azidi kutia kiu yaku, ya ya kueneza Injili Amen, na nguvu za kumtumikia hmm. Eh, imefika wakati, imefika wakati ya kuombea mahitaji Siku ya leo mahitaji ni mengi wapendwa, nitaombea mahitaji mm -hmm. na mloko ataomba jua kutawanyika mm -hmm. Mungu mtakatifu, tunasema aksanti mara nyingine, tunasema aksanti mara nyingine, kwa kuwa tumekusanyika ajili ya neno lako mm -hmm. na imefika wakati ya kutawanyika. Baba, tunayo mahitaji mbele ya kutawanyika. Mungu, mahitaji ni mengi umeyajua na kuyatambua kabla misingi ya dunia. Mungu Baba, tunayo mahitaji ya magonjwa, tunayo mahitaji ya kuleta amani katika nchi zetu. mm. Baba, tunayo mahitaji ya wenye kutamani kuishi wawili, wenye kuhitaji kuolewa na kuowa. mm. wenye kuwa katika shida za magereza Baba, yote umeyajua kwa, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mzima Mm. Unayejua hata sirini zetu za roho ni Mungu mm. Uwe pamoja nasi, hayo mahitaji yote tunayakabisi wewe, uyatendee kabla, kadiri ya, ya, ya mapenzi yako mm. Jibu kwenye mahitaji yetu Bwana, kwa jina la Yesu. Utuwezeshe Bwana, tukinena hitaji moja moja, tutafika hata jioni Mungu mm. Lakini wewe kwa ujuzi unayokuwa nao umejua mahitaji yetu na unajua jisigani utayajiria Mungu, tunakualika Bwana, uwe pamoja nasi utuwezeshe, jibu kadhiri ya mapenzi yako. Tunaomba kupitia lile jina tukufu la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, amependo Amen. la Mungu, neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu utawanyike na kila mmoja wetu Amen. Amen.